Tuko hapa kwa sababu kwa mujibu wa sheria ya mfuko wa kuchochea maendeleo wa jimbo inatupaswa tutekeleze miradi mbalimbali inayogusa wananchi jimbo la Dodoma mjini. Sisi tumeweka wazi taratibu zetu na taarifa zetu. Kuna wakati watu walikuwa wanapiga kelele kuhusu mfuko. Nataka niwahakikishie, mfuko wenu wa jimbo upo salama sana na ndo maana huwa tunatoa taarifa za wazi kabisa kila mwaka, anatoa taarifa za wazi kabisa hakuna hata siku moja sijawai kutoa taarifa juu ya mfuko wa jimbo. Hizi ni fedha za serikali ambazo zinaletwa kwa ajili ya kuchochea maendeleo katika jamii yetu husika. Napokea shilingi milioni tisini na tatu kama fedha ya kuchochea maendeleo katika jimbo la Dodoma mjini. Ndugu zangu, siku ya leo kwenye kutimiza masharti na matakwa ya mfuko wa jimbo, tumeona leo pia mfuko wa jimbo unakwenda kukabidhi matofali pamoja na saruji. Mfuko wa jimbo kama nilivyosema, tunapokea shilingi milioni 93, tulinunua matofali ya shilingi milioni 63, tukanunua na saruji ya shilingi milioni ishirini ukipiga hesabu hapo tayari inafika milioni themanini na tatu lakini ilijitokeza jambo la dharura katika kata ya Ipala wako watoto wanaosoma mbali sana kutoka eneo la makazi yao kao kuna shule shikizi pale tulikuwa tunaijenga ina changamoto ya vyoo ili iweze kuanza kwayo bidi nihamishie milioni kumi kwenda Ipala kwa ajili ya ujenzi wa vyoo matundu sita, ambao mheshimiwa diwani nafikiri yuko hapa atakiri kupokea zile fedha. Kwa hiyo baada ya hapo ukiangalia fedha za mfuko wa jimbo zinakuwa zimeisha. Kwa hiyo kwenye milioni ishirini ya saruji ilituletea kila kata mifuko ishirini na sita na mimi nilitaka idadi itimie. Kwao ndugu zangu, nimeamua uh, kuongeza kwenye mfuko wa jimbo shilingi milioni 19 kununua mifuko ya saruji elfu moja kuongezea 24 kwenye kila kata itimie hamsini Kwa hiyo ndugu zangu, siku ya leo tuna matofali elfu arobaini na moja na tani mia moja na mbili ya saruji mifuko elfu mbili na hamsini mifuko elfu mbili na hamsini iko hapa. Kwa kila diwani leo na mtendaji wake wa kata wataondoka na matofali elfu moja na mifuko hamsini ya saruji. Niwaombe kitu kimoja, niwaombe kitu kimoja. Hakuna jambo huwa linantia simanzi kama nikikuta mifuko hii imeganda. Kuna baadhi ya maeneo nilikwenda, nilikuta mifuko ya saruji imeganda. Niwaombe waheshimiwa madiwani, niwaombe watendaji ambao mpo hapa, mahitaji bado ni makubwa sana na bado yako mengi sana. Niwaombe mifuko hii ya saruji na matofali haya yakawe sehemu ya, ya chachu ya kuibua miradi ya wananchi na kuiendeleza kwa wakati, ili tuweze kuwahudumia wananchi wetu wa Dodoma. Niwaombe sana katika hilo, natumai kupitia mifuko hii ya saruji siku ya leo na matofali haya yatakuwa kama chachu. Kuna baadhi ya maeneo nikienda huwa najisikia faraja, napita darasani, wanaambia ni darasa ambalo ile mifuko uliotoa na matofali ndio wamefanya amefanya hapo, huwa najisikia faraja sana. Kwa hiyo niwaombe waheshimiwa katika hilo pia tuweze kujitahidi, ili mwisho wa siku vifaa hivi viende kukidhi mahitaji ambayo yamekusudiwa.